Bila shaka juu unafahamu kuhusiana na, na, na kutoa. Kutoa. Kutoa. Mm. Yes, tunasikia kila siku kutoa ni moyo e, wala si utajiri, wala si utajiri. Mm. Kwa hiyo leo hii ndiyo siku ya kutoa duniani. Mm. World Give Day. Mm. We unatoaga e, kutoa ni lazima kweli? Yes, ni, ni, wanasema ni moyo lakini kihalisia. Mm. ni, ni lazima kwa sababu kama una uwezo Hmm. Lakini pia hata kama una uwezo unaonyesha utu wako, hata kama una kidogo hmm. unakata unampa mwenzako kile una share eh, ni vizuri kushare. vitu vingine sio vya kusema. Katika kutoa, sio kwa vitabu, hata mkono wako wa kushoto eh. mkono wako usijue mkono wako wa kulia unafanya kitu gani. Kumbe mnashare. Basi najifunza kwako, Elisa Hauli anatupitisha, mm, katika makala uh, fupi kuhusiana na siku hii ya kutoa ama World Give Day. Kheri kutoa kuliko kupokea. Msemo huu unabeba ujumbe ya kuwa anayetoa anafaidika zaidi kuliko hata atakayepokea, kwani inaaminika kwenye kutoa kuna baraka za kupata zaidi kutoka pale ulipopunguza. Tunapokumbushana hili basi, ni kukumbushe kuwa leo Mei nne ni maadhimisho ya siku ya kutoa duniani. Siku ya kutoa duniani huadhimishwa kila mwaka Mei nne, lengo likiwa ni kuchochea harakati za kimataifa katika kukuza ukarimu, huruma na upendo. Siku hii ni maalumu kwa kuwakumbusha watu kuthamini na kujitoa kwenye jamii zao, ili kusaidia wale walio na uhitaji. Inahimiza kutokuwa na ubinafsi kwa kuwakumbusha watu kutumia fursa hiyo kukusanyika kwa pamoja na kutoa michango kwa makundi maalum yanayowazunguka. Lakini mbali na kuwasaidia wale wenye uhitaji, unaweza kutoa kitu chochote ulichonacho kama zawadi kwa watu wako wa karibu bila kujali kina gharama gani kwani wapo wanaotamani kutoa ila wanaogopa kufanya hivyo kwa kuamini kitu wanachotaka kutoa hakina thamani, bila kujua wakitoa watabadilisha maisha ya yule mpokeaji kwa njia nzuri. Na pia inaaminika kwenye kutoa zawadi kunaimarisha upendo na furaha baina ya watu. Siku hii inahamasisha kutoa na hata kujitoa kwa muda wako, rasilimali na hata usaidizi katika maadhimisho ya siku hii kunahamasisha muungano wa tabaka mbalimbali katika jamii zetu kwa kuchangamana pamoja na kujitoa kukamilisha jambo lenye uhitaji. Hii inaonyesha kwamba kila mtu ana kitu cha thamani kwa kutoa bila kujali hadhi zao. Maadhimisho haya ni ukumbusho kuwa hata matendo yetu madogo yanaweza kuleta matokeo chanya kwenye maisha ya mtu binafsi au hata jumuiya kwa upana. Siku hii ilianza mwaka 2010 hivyo kufanya mwaka huu 2025 kutimiza miaka 15, na ilianzishwa na jukwaa la kuchangisha pesa mitandaoni lifahamikalo kama Give Forward kwa lengo la kupata siku maalum itakayohamasisha watu kuhusu umuhimu wa kutoa michango itakayowasaidia wengi wenye uhitaji kwenye jamii zao, michango kama pesa, rasilimali na hata muda wao. Siku ya kutoa duniani inalenga kukuza uhisani duniani kote. Ni vuguvugu la kimataifa linalohimiza watu kushirikiana kutoa na kusherekea ukarimu. Mashirika yasiyo ya faida duniani kote hushirikiana kuwezesha kujitoa kwenye jamii. Watu wanaweza kuchangia kwa kujitolea, kuongeza ufahamu na kuchangia jambo fulani. Katika siku hii watu duniani kote hukusanyika ili kusaidia sababu mbalimbali mbali ambazo zimegusa mioyo yao. Hii ni kalenda ya leo nami Elesia Haule. Kutoa ni kuguswa, um, na kutoa ni moyo kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Leo hii ikiwa ni siku ambayo tunaadhimisha kama dunia siku ya kutoa ama World Gift Day, basi kama una chochote kile ama ulitamani kutoa kwa muda mrefu, si mbaya leo hii ukatoa kile kidogo ambacho ulicho nacho, basi na wewe ukaongezewa baadaye. Of course, si mara zote ambapo utatoa basi ndio utapokea. uh -uh. Ah, ah, <coughs> lakini yani uwe na uo moyo, uwe na uo moyo utaratibu moyo. Yes, lakini kutoa kunalipa, beti, kutoa kunalipa. Sio kwamba kuna utalipwa mm. So, kwa wakati huo huo mm. utalipwa yani yale mazuri yako. Sasa inategemea unatoa kwa nani mm. e, unatoa kwa wahitaji mm. unatoa kwa watu wenye shida mbalimbali kutoa mm. kunalipa ni sadaka ile? Mm. Sisi tunasema sadaka mm. e, sadaka ile ile tunasema unaangalia labda nikitoa sasa mimi, mfano mimi mimi. Mimi na uo utaratibu mm. Nikisho labda Mbona kama nimekuwa hapa nimekuwa mdhambi sana nimetenda dhambi. Sasa unajua pia, wakati mwingine usitumie um. dhambi ndio utoe um. usitumie... najisafisha naenda kujisafisha uongo. um. Yani, usitumie kutoa kwako um. kwa sababu ya kujisafisha um. bali uwe ni utaratibu wako tu wa maisha Aha. So ya, ya ni kitu kizuri, kwa sababu naenda natubu, na unakuja sasa kutoa kwamba ndio nimetoa sadaka eh. <laughs> haiwezekani kwa kweli, kwa hiyo <laughs> <Kwa> unasema <laughs> Mungu, huwezi kumhonga. Unasema hivyo nimeichukua, ningekuwa mambo kama hayo mengine nabiditu um, na, na utaratibu wa kusema kwamba mimi ni mtoaji na umeguswa okay, ndio maana natoa wa natoagaamba, wakati mwingine sio jambo la kulisema, lakini kujua ni moyoni ni jambo la msingi sana. yes. mm. tayari tunaungana na, na mgeni wetu ambaye tuko naye mtandaoni Gladness, um, Liamuya ambaye ni mkurugenzi kutoka Welfare Foundation. Karibu sana Gladness. Asante sana, habari za asubuhi? Salama. Tuko salama kabisa. Moja um, kwa moja mm. tu, tuanze na, na labda kwa kutuelezea wewe kwa, kwa upande wako na kwa uelewa wako ikiwa una unaongoza una, una um, foundation hii ya Welfare uh, kwa uelewa siku hii ina maana gani uh, kwenu lakini pia kwa jamii kwa ujumla wake? Hii siku kwetu ni siku nzuri sana na ina maana kubwa kwetu kwa sababu mm inaonyesha ni jinsi gani kutoa kunathaminika dunia nzima, ndio maana kukawekewa siku yake kama hivi leo mm. na ni siku nzuri kwa kuwa inawakumbusha watu ambao hawakumbuki kutoa. Sio watu wote huwa wanakumbuka kutoa, watu wanapata lakini hawakumbuki kutoa mm. kwa hiyo inatukumbusha, inatoa ukumbusho kwa watu ambao hawakumbuki, na kwa wale wanaokumbuka wanazidi kujua thamani ya kutoa mm. Okay. Mm. na katika kufanya kwako kazi na kudil na watu wenye kutoa ama kuhamasisha watu kutoa, nini hasa ambacho umejifunza um, katika hiyo safari ya, ku, ya kudil na watu ambao wangependa kutoa ama wengine wanatamani wengine hivyo? Kitu kikubwa sana ambacho nilichojifunza ni nimejazwa, ni imani cha kwanza nimejazwa imani. imani mm. yangu imekuwa kubwa sana, kwa sababu nimegundua thamani ya uzima niliyokuwa nao, lakini thamani ya se nafasi ambayo nipo. Kuna watu wengi hawana uzima ambao sisi tunao mm. na wanatafuta uzima kwa watu ambao wenye moyo wa kutoa. Nikisema hivyo mm. namaanisha kwamba kuna mgonjwa yuko hospitalini au yuko nyumbani mm. ni mgonjwa sana, hana uwezo wa kupata matibabu lakini anatamani kuwa na afya kama mimi kama wewe. Akiitolea mtu ambaye anatoa au mwenye moyo wa kutoa, akampatia pesa akaenda hospitalini au akamlipia matibabu mm, anapata faraja mm, na atakuwa kwenye nafasi nzuri ambayo mimi na wewe tupo, yenye afya njema mm. Lakini pia kwenye kutoa kuna kujiwekezea Unawekeza, unapotoa leo unawekeza kwa ajili yako kesho, au kwa ajili ya familia yako kesho. Kutoa sio kupoteza mm. Yaani usijione kwamba leo na elfu kumi nikitoa elfu moja ndo nitapoteza, utakuwa maskini, nitashindwa nita kula, nitashindwa kuishi vizuri. Hapana, kitoa unaweka hazina. Mara nyingi tunaambiwa mkono unaotoa ndo mkono unaopokea mm. Mm. okay, uh-huh. Uh, Gladness, kwanza ni kupongeze kwa kazi unayofanya, lakini tunaishi kwenye dunia uh, yenye watu tofauti tofauti eh, makundi tofauti tofauti. kwa experience yako ni makundi gani hasa ambayo yanapenda uh, kujitolea? kwa experience yako mimi naona watu wote, matajiri maskini, huwa wanatoa. Dini mm. zote huwa wanatoa mm japokuwa wengi huwa hawatoi kwa kujionyesha, wengi huwa wanatoa kujificha, hawapendi. Tunaambiwa ukitoa sadaka, mkono wa kulia wa kushoto usijue. Kwa hiyo mm. ni ngumu kutenganisha makundi, kwamba kundi hili linatoa, kundi hili alitoi, kwa sababu wengi wao huwa hawapendi kujionyesha. Mm. Mm. Yeah, na, na, na mpaka sasa umeshasaidia watu wangapi hivi, kwa ambao mm. tumewafikia moja kwa moja ni zaidi ya watu elfu moja mia tano na kwa ambao wamepokea vitu kutoka kwetu, hatujawafikia wa moja kwa moja ila wamepata mahitaji, yaani kuna mahitaji kama ambao wanahitaji nguo, chakula, kama watu mia tano na zaidi, yani hmm, kwa ujumla tushafikia watu zaidi hmm. hmm. ya okay. Okay. Yeah. Na elfu mbili na, na katika hmm. siku hii sasa ambayo tunasema ni siku ya kutoa um, hmm. tunaiadhimisha hmm. vipi siku hii? O, siku ya leo ni kukumbushana kama nilivyosema hapo awali. mm. Tukumbushane kwenye kutoa, tukumbushane kwenye kutembelea watu wenye changamoto, ili tuweze kujazwa imani. mm. Ni siku ya kukumbushana, tusiache kuwatembelea watu wenye shida tu, tusiache kutoa kwa wahitaji. Unapomtembelea mhitaji ndio unapata kujua changamoto yake. mm. Ndio maana nasema tusiache kuwatembelea kwa siku ya leo na mm. siku nyingine, mtembelee ujue changamoto yake, ili uweze kutoa Mm -hmm. Okay. tukushukuru mm. sana Gladness kwa kuungana nasi na kuzungumzia siku hii ya kutoa uh, yeah, girlfriend. Yes. Natamani, natamani Glad aweze uh, kuainisha makundi mm. ya watu ambayo uh, watu wanapaswa hasa, haswa kwenda uh, kutoa, kutoa misaada kwao. Hebu yeah, I, I wish uh, jaribu kuainisha makundi kadhaa kadhaa kwa haraka haraka. Kona yatima mm. wazee wajane, wagonjwa mahospitalini, lakini pia kuna watoto wa mtaani ambao hawajawekwa kwenye makundi, hawajakaa kwenye vituo vya yatima mm. nao wana uhitaji pia. Lakini kwenye mitaa yetu kuna familia duni ambazo kupata hata mlo mmoja kwao ni changamoto. Ukipita sehemu kwa kuta, kuna familia unaona kabisa ina maisha duni, jaribu kuitembelea hata kwa kuwasalimia tu, utajua changamoto zao na una uwezo wa kutoa sadaka yako kwao. Okay. Nashukuru sana Gladi, yeah. Na nikija Dodoma nitakutembelea. Asante sana nakushukuru sana Gladness kwa kuungana nasi. Asante, asante asante. Asante. Um, mtazamaji, kama ambavyo Gladness amezungumza hapo na Gilford pia mm. umesikia mm. Uh, katika sio lazima uende katika vituo vya watoto yatima mm. um, sio lazima <coughs> uende kwa katika sehemu ambazo wamekusanyika watu wenye uhitaji, wanasema mm. charity begins at home. Yeah. Kwa hiyo pale pale mtaani kwako Mm. kwa asilimia kubwa sana kuna familia ambayo ina uhitaji. Kwa hiyo yeah. kuliko kuiruka mm. na kwenda kusaidia kwingine mm. um, bora kwanza uanze. Elewa vizuri. Anzia pale eneo ambalo ulipo mm -hmm. kwa sababu kuna mtu anahitaji msaada huo huo ambao unaupeleka mbali, sawa? yes. Sawa, lakini pia kuna watu ambao wanaamini kujitoa ni kujitoa tu labda kwa watoto wenye uhitaji mm, eh, maana labda yatima. Kumbe kuna makundi mbalimbali mm, mbali, kuna wazee kuna wagonjwa mm. Kwa hiyo ni, ni, wajaribu jamii sasa ijaribu kufikiria kwa upana zaidi, wahitaji ni wengi mm, na wapo katika makundi tofauti tofauti. Lakini pia ningependa kutoa ushauri pia kwa watu mm. kwa, kwa wale ambao wanatoa pia mm, wakati mwingine um, okay, tunaelewa kuna sehemu ambazo tunahitaji kuzigusa zaidi, sio sehemu kila siku joa umeenda Um, sehemu ile ile mm. kwamba labda mm. kwa kuwa ulienda kutoa msaada sehemu fulani nikakuuliza hivi, Jojo, unatoaga hapo unanipea sehemu fulani, atutafute yeah. Uh, kuna sehemu nyingine ambazo um, zinahitaji kuguswa mm. ambazo tunaziacha mm. Ndiyo. kwa sababu tu umekariri kwamba kuna kuna sehemu fulani ndo hapo hapo mm -hmm. mm -hmm. mm. ni vizuri kama wee ni mtoaji, basi unakuwa unafanya research mm -hmm. kwamba labda sehemu gani watakuwa wana uhitaji wa kitu fulani mm. na itakuwa ni vizuri pia kwenda yes, kule na ukawa labda ndio sasa ndio sehemu yako ambayo unakuwa mm, una sio, so, so unapeleka nguo kumbe wenzako wanahitaji wa chakula. Yes. Kwa lazima ujue kitu gani hasa ambacho wanakihitaji, anakihitaji sawa sawa.